Karibuni kwenye kipindi Dada Yunusi na Janeth, mmesha mm -hmm, karibia yeah. Sasa ka, kabla ya yote kwanza ni muulize ya dada kila pale, jamani, mmewauliza maswali vizuri wa dada na mkataba, wamepitia vizuri kabisa <laughs> <laughs> wamesoma <laughs> na wakauliza maswali na Ehe, umeuliza maswali gani dada Janeth? Kwa upande wangu mi niliuliza tu lile swali la kwamba mkataba mshahara wa kwanza utakuja hapa mm -hmm. na wa pili sana nikauliza kwamba itakuwa mwendelezo mpaka mwaka utakapoisha, akawa amenijibu hapana, akaniambia mm -hmm. e, mm -hmm. e, kwamba utakuja wa kwanza mm -hmm. na wa pili mm -hmm. e. na kwa nini unakuja hapa? unakuja kama dhamana yangu kunishikiria ndio maana kwa nini kwa sababu, naweza nikaenda kule nikaona nimepata hela nikawatoroka. Hela yangu huko nitapambana kule ili nije nichukue hela yangu huko. Au hata ukiamua kutoroka, basi utakuwa nimepoteza eh, na sisi tunaweza kufidia eh, tumpatia bosi wako dada mwingine bila maumivu, kwa sababu sasa hivi tumepokeana bure. Eh, hakuna gharama zote ulizolipa, sindio? Mm, sasa utakapokwenda kule ukakaa siku zako chache miezi yako michache ukapata hela yako ukaondoka kwetu, itakuwa ni hasara na pia kwa yule bosi tutakuwa hatujamtendea haki. Kwa hiyo hilo umelielewa? Maana hey, wengine wanauliza lakini bado kichwani wanakuwa kama vile hicho kitu hawajaridhika nacho. Kwa hiyo yeah, tunataka uhakikishe kabisa kwamba umeridhika, yani kwamba uko tayari. Unadhani uko tayari? Ye, niko te... kabisa, kabisa, kabisa kwa moyo wote e. Haya, karibu, maana sio siku mbili tatu, nime nanii mtoto wangu anaumwa, imejesi inatokea. Ndio maana nimekwambia, hebu kaa hapa, umewauliza vizuri jamani, sio tunakaa na watu hapa, wanakula, wanalala naingia gharama afu akikaa siku mbili tatu anaondoka, bado kwetu sisi hiyo ni hasara. Yaani kwa mtu ambaye anasoma mkataba wetu akaona haja haja... yaani sio ku... kwamba hajauelewa ni kwamba anaona kama kuna masharti ambayo hajakubaliana nayo, yaani ni afadhali tu uka, uka. Ndio maana tunawapa mikataba kabla ya kuwasajili kwenye kituo chetu. Umeelewa eh? yeah. mm. Kwa hiyo wewe una una kikwazo chochote? Sina. Eh. Mm. Kabisa, ulikotoka umeacha kereza. mume watoto Nimeacha mtoto mmoja e, na baba yake, ya, yake yuko kusikojulikana e. Toka lini? Sasa hivi, sa ndio mmekorofisha? mm. Au muda mrefu, maana mm. mm. Wengine wako hapa, unasikia wanasikilizia simu wana e, e, e, e, e, yuko wapi yule? Kwanza kashaotoka yule, alikuwa anasikilizia, msamaha, ghafla ameanza tena kuumwaumwa <laughs> <laughs> <laughs> Huyo ah, tabidi umlete hapa tuongee naye vizuri maana, alituambia ametoka kwa mume, katokea kwa mwanaume. Yani alikuwa ya kwenye ndoa, katoka kaja hapa, lakini kakaa siku ya ngapi? Leo siku ya tatu, tatu. Simu zimekuwa nyingi, mwanaume anamtafuta na ye huku, tena homa zimeanza okay. <laughs> <laughs> <laughs> sana mgongo <laughs> jie, wadada jamani, aisee ah, Hebu msifanye hivyo hapa, sio nani hata sijui niiteje. Yaani, kama sehemu ambayo anamtishia eh, anamtishia eh, anamtishia mume wake ili mume wake kule anyooshe vitu. Eh, kwamba akitishia kuondoka anaenda Wadada Center, atazuga siku mbili tatu, huku tena atajifanya anaumwa, maana si atupokei wagonjwa. E, mdada akishaanza kuonyesha dalili za kuumwa kwanza, ndio hivyo, una mimba una nini, wengine kweli wanakuja na mimba. Jamani, hapa sio kliniki, yani hapa sio kliniki wala sio hospitali wala sio kituo cha cha yeah. cha, cha, cha sio nyumba salama zile zile nyumba ambazo mkishakorofishana na bwana wako unatafuta pa kukimbilia aa, nenda kwenu kwa wazazi wako au sehemu, sio hapa. Wadada Center hapa ni kazini, ni jeshini, yani lazima uje uko fiti na uje umedhamiria kwenda kufanya kazi, tunaelewana jamani eh? mm -hmm. Kwa kweli wanatuletea usumbufu mkubwa mno. Okay, kwa hiyo Dada Janeth wewe umetokea wapi na umetusikia wapi? ba... Nimetokea Mwanza, nimesikia mtandao ni TikTok. Okay. Mwanza ulikuwa unafanya shughuli gani? Mwanza nilikuwa tuna biashara zangu ndogo ndogo tu. Biashara gani? Nilikuwa tu napika vibites, mama wangu ananipelekea shule. Wewe binafsi una ujuzi wowote? Ujuzi ujuzi tofauti na ujuzi hivyo. Eh, ujuzi gani? Ujuzi kusuka suka, japo sio sana. Kwa hiyo mm. mm. Katika shughuli zako za ujasiriamali ni kitu gani ambacho unakifanya vizuri? Ah, kwa kweli ninachokifanya vizuri sana ni kupika bites, bites, kwa muda mrefu. Mtoto ana umri gani? Miaka miwili, miwili. Umemwacha wapi? Kwa mama. Wapi? Mwanza. Mm. Mm. Na wewe ndio unamlea mwenyewe sasa hivi, baba mtu alishaondoka, alisha alishatokomea. <laughs> E, okay. mm. ni single mother mm. kwa hiyo, nini kimekuvuta huko huko? Kimenivuta, nimeona content zenu nikavutiwa, kazi na mishahara iko vizuri. mm. E, vizuri. hapo kwenye mishahara umetamani mishahara gani? yaani mishahara yote iko vizuri kulingana na nyinyi mtakavyoniona na fao yote, ongea yeah. Mm, vizuri, vizuri kabisa, yani hapo, yani wewe ndio umeongea sababu. mm -hmm. Wengine wanarukia laki tano lakini ujuzi hakuna. mm -hmm. Sasa kinachokupa mshahara ni ujuzi. yeah. Eh, sisi wanawake wanawekeza sana kwenye kupoteza muda muda mrefu. Mtu unakuta yani ameenda umri umesogea, lakini ana ujuzi gani wa maana hana hasa muda wote ulikuwa unafanya nini? Usiwekeze kwenye ujuzi, ndio hivyo, unakuta tulikuwa tunapoteza muda kutafuta mwanaume mwenye hela, ukifikiri maisha utafanikiwa kwa mwanaume. Yaani ukipata mwanaume ndio utatoka kimaisha kumbe sio hivyo, ungewekeza kwenye ujuzi ukajiendeleza. Umeona, kama unasema ni mtu wa bite, imagine ungekuwa umeenda hata kikozi fulani cha VETA cha mapishi ambacho havichukuagi muda mrefu. Sasa hivi wewe unakuja hapa kama professional, ndugu yangu, ndio unaenda kwenye laki tano. So umeelewa eh? Kwa hiyo unaweza ukawa una kitu unachokipenda, unapenda bite, unapenda kupika, unapenda nini, jiendeleze, jiongeze kwenye kile kitu unachopenda ukifanya kwa sababu, ukiongeza ujuzi ndio unavyoongeza thamani, ndio unavyoongeza hela. Sasa wengine wanarukia tu, ah, mishahara yenu mizuri, nimeona ule laki tano ule. Ah ah, laki tano haionekani tu kwa maneno au, kwa sababu wewe unakuja tu tayari unaka umri fulani, kameenda miaka 30 huko na, na zaidi, unaona basi. Ah ah, tu atulipi kwa miaka, atulipi kwa umri, tunalipa kwa ujuzi wa kwako, na ujuzi ukiuongeza ndivyo utakavyolipwa. Kwa mimi nilichokupenda umekuwa umekuwa yani uko open eh, uko flexible, uko wazi, yani uko tayari kwa mshahara wowote, kwamba hata ukipangiwa traditional bado unaona ni reasonable. Kwa sababu ukweli ni kwamba laki na nusu bado sio hela ndogo. Ukikaa kwa bosi wako unakula unalala kwa mwezi laki moja na nusu unaisevu. Tena kwa mama ambaye ni single mama kama wewe, unajua na majukumu ulionayo, sidhani kama unahitaji kuanza kujispoil, kuanza kutumia hela za ziada. Wewe mahitaji yako ya msingi ni kula na kulala, na huo uhakika kwa bosi unaupata. Kwa hiyo matumizi mengine ni nini? Labda pedi, labda mafuta, ambayo yaani hela yako kuipunguza ni kidogo sana. Kwa hiyo ukisevu ile hela kwa mwaka, kwenye, kwenye tangazo letu pale tunasema unaweza ukapata mtaji milioni moja na laki nane, milioni tatu na laki sita, milioni sita kama mtaji. Sasa watu wanafikiri tunagawa bure, hapana. Unakuja kutumikia, unakuja kutafuta mtaji. Mwaka mmoja unaweza kupata milioni moja laki nane kama utaajiriwa kama traditional dada, au milioni tatu laki sita kama utaajiriwa kama smarti mshahara laki tatu, au milioni sita kama utaajiriwa kama professional. Ndio maana ya lile tangazo kwamba unaweza kupata mtaji kuanzia milioni moja laki nane au milioni tatu laki sita au milioni tano sasa. Wengine wamekazana na jamani, naomba huo mtaji mimi, naomba huo mtaji huo <laughs> mtaji, mtaji mimi nipe. Ah, ah, leta wewe nguvu zako hapa. Njoo wekeza nguvu zako hapa dada center, ndani ya mwaka mmoja unaweza ukapata, ukatoka na mtaji kati ya hiyo hiyo mitaji aina tatu, sawa jamani, eh? Sawa. ya kwa hiyo Dada Janeth karibu sana. Yes, sisi wa dada senta kama ulivyotukuta na imani umepokelewa vizuri. Yes, na hapa kituoni lazima ukae tukuasesi ili tujue sasa unaweza kwenda kwenye levo gani. Uh, of course hiyo traditional kabisa ndio levo ya chini ambayo kwetu sisi ni mshahara mkubwa laki na nusu. Kazi za ndani ni mshahara mkubwa na najivunia kwamba nimefanikiwa ku naweza kusema kuwashawishi waajiri kuweza kuwalipa wadada vizuri, lakini na wadada kuweza kuelewa namna ya kutoa ubora wa kazi yani kufanya hizi kazi kwa ubora, sio kile kikawaida. Ndio maana hapa kwetu utaambiwa vitu vingi vingi, hata mavazi yako utaelezwa habari za mavazi, yani jinsi ambavyo tuko detail. Eh? Yani tunaenda ndani, tabia, jinsi ya kuongea na bosi wako kama mteja, usione mteja ni mfalme. Hizo zote ndio zinazopelekea uweze kuona kwetu kuna mshahara tofauti na maeneo mengine. Kwa hiyo lazima vile vitu uweze kuvizingatia mtakapoingia kwenye training zetu, na yale mtakayoona kwenye mikataba yetu muyazingatie, kwa sababu zile ndio pesa zenu. Sisi yale hatujayatoa hewani, tumeyatoa kwa hao mabosi hao wanaotaka wafanyakazi tuli, tulikaa chini kwa miaka mingi, tumewadadisi wanataka nini, ndio mkataba wetu ulipotokea na ndipo zile training zetu zilipotoka. Tumeyaweka tu pale yani, kwamba tumewakusanya uzoefu wa muda mrefu, baada ya kuwasikiliza kwa muda mrefu, tukayaweka pale pa kama mtaala, lakini kimsingi ni mambo ambayo tumeakusanya kutoka kwa waajiri kwao. Ukiweza kukapcha yale, ukaenda nayo ukatembea nayo unaweza, yani posibiliti ya kwenda kwenye hiyo mishahara tuliyo nayo tunayoitangaza, hata laki tano ni kubwa sana, kwa sababu kinachohitajika ni kuadapti tu namna ya kufanya zile kazi kwa ubora. So, umenielewa? Ndio. Haya, so tuko na wewe tuone kama eh, simu za dharura zitatokea. Maana wakiwa hapa hapa tu ah wataongea eh au ah, utaongea tu. Hapa kwenye interview utatuambia eh, una mimba? Maana pia <laughs> wengine wanakuja hapa <laughs> wana mimba. Nani yule alikuwa na mimba? <laughs> eh, hey, yo nilikuwa si wapi wapi kumbe mtu ana mimba. Si ndio kashatelekezwa. Haya pa kukimbilia Wadada Center. Jamani msije hapa mpiga <laughs> scraper. <laughs> na Kilimanjaro, mimi ndo nakwambia ndo alikwenda kuitoa hiyo mimba. Maana kwanza alivyokuwa anaelezea hapa, nilikuwa huku bosi, akawa nilipi, inawezekana ndo alikuwa kwa bwana. Hakuna cha bosi, hakuna cha nini. Sasa kule wametibuana, wameona hakuna pa kukimbilia, moja, niende Wadada Center. Wadada Center anakuja hapa tena ndio kulala. Mligunduaje kwanza ana mimba? Na nabibu, kasume, akaitika eh, tu amfika hata kwenye steji ya kupima. Maana wengine mnawapimaga wakibisha mnahakikisha, akaamua hey, tu akubali aweze wapi? Bwana, tuseme tu ukweli, hakuna. Okay. Yaani ni mmoja kwa mia ambaye atakuwa na mimba tena hiyo changa. Miezi mitatu ya kwanza ndio miezi ambayo mwili una mm unakabiliana na mabadiliko makubwa e, ya kuadapti hiyo hali ya ujauzito. Kwa hiyo, yani, kuna kuaga na vitu vingi, vishindo ni vingi, uvivu, kichefuchefu na kila kitu, yani kwa hiyo, ukisema kwamba eti umepata mimba yako ya miezi, mwezi mmoja miwili mitatu, ukimbilie kwenye kazi ni uongo e, wanakuwa ndio yale mambo, yani kwamba mtu akujiandaa, e, yani hujajiandaa unaenda huko unaanza kuhangaika na wanaume, ukifikiri maisha yako kwa mwanaume, labda nikipata mimba ndio atanioa au ndio mambo yatakuwa mazuri. Hapana. Hapana, inabidi wanawake tubadilike system yetu isiwe unatafuta mwanaume ili maisha yako yaende. Ah, mwanaume aje kwenye maisha yako kwa sababu wewe mwenyewe umechagua kwamba ni wakati sahihi, nataka kuwa na mwanaume. Kwa hiyo hata mtoto akitokea, wewe mwenyewe unajisikia kwamba huyu mtoto na mimi nilikuwa namhitaji. Kwa hiyo na mwanaume aendelee kuwepo, asiwepo, yule mtoto utamfurahia na utapita katika kipindi hicho ukiwa vizuri tu, kwa sababu una shughuli zako pia ambazo zinakuingizia kipato, lakini kama utatumia mwili wako na mwanaume kama kigezo cha wewe kuwini maisha. Shida ndio zinapoanzia na mwanaume. Yeye anakuja kwako kwa, anataka starehe. Ukishaanza kumwambia kuna habari ya majukumu sijui na mimba, ndio hapo humuoni, ndio hapo utaona trukala yake, ndio vita inapoanzia. Matokeo yake ndio unaanza kutafuta pa kujishika. Sasa pa kujishika, ndio unakimbilia wadada center Wadada Center, ndio kazi zenye huwezi. Na sisi hapa tumenyooka kama rula. Yaani atupepesi macho kabisa. Mimba sio ugonjwa lakini hu, hapa ni kazini au kwa maneno mengine mimi nasema hapa ni jeshini. Hapa tunakwenda kufanya kazi, unakwenda kwa mama ambaye ndio ana mimba, ndio anataka msaada. Wewe tena unaenda na mimba yako, sasa nani atamsaidia mwingine eh? Eh, tuseme ukweli wewe uende na mimba yako na mwenye nyumba bosi wako naye ana mimba. Haya sasa tuta, tuta, tuta, nani mate tutatemea wapi? Wewe unatemea huku, mimi natemea huku, hapana. Kwa hiyo jamani, dada, una mimba, kaa huko huko na mimba yako. Ndugu yangu, tafuta namna nyingine ya kufanya, lakini kwa wale ambao hamjafikia hiyo stage, usiende kutafuta mimba, tafuta pesa, tafuta kazi kwanza. Usiende kuangaika kutafuta maisha kwa mwanaume, kwamba ukiwa na mwanaume atakupa hela, hapana. Mimi nasemaga tafuta hela, mwanaume atakutafuta Kivipi? Kwamba ukiwa na biashara zako, ukiwa na hela zako, mwanaume akija kwanza utamwangalia ndio yeye ndio mwanaume ambaye unataka kuzaa naye, ndio mwanaume ambaye wewe kwenye maisha yako ungependa awe baba wa watoto wako. Yani unamwangalia mtu. Lakini sasa una shida, una njaa, alafu wewe unafikiri hela zinapatikana kwa wanaume. Akija unaenda naye yoyote, na anapokuwa ni yoyote, ndio hivyo, hata ujui kama anataka mtoto ataki. Wewe unajikamatisha tu kishika mimba. Akili zetu ndio hizo, kwamba nikishika mimba ndio nitaolewa, ah au ndio atanipenda au ah, ndio kumbe, ndio atakukimbia, ndio atakublock, ndio yani huu. Yani ndio hivyo vurugu zin, zote zinaanzia hapa. Kwa mimi sijui kama mta, mtaelewa meseji yangu lakini kwa very direct. Mimi si fichi wala si pepesi macho. Mimi kazi yangu nilotumwa ndio hiyo, kuambia kila ambacho, hata kama kinaumiza, hamtaki kusikia, lakini asema kila ambacho natakiwa mkisikie, kwa uchague, umeze au uteme, sindio? <laughs> eh, lakini ni mwarobaini wanasema ni mchungu lakini nini? Ni dawa. Ni dawa. Ni dawa. Eh. <laughs> Kwa hiyo jamani, karibu sana dada. Haya, tuko, tuko pamoja tutajua wewe ni traditional ni smart <laughs> sikupeleki <professional> <-wake, laughs> lakini ni smart, <laughs> <aww> ni traditional. <laughs> Kama unaweza kupambana unaweza kuambulia kwenye usmart. Eh, sawa? <laughs> E, lakini taratibu zetu zifate, taratibu zetu zile, si dhamana nini, mkataba wetu ule, utaratibu ufate kwa uaminifu kabisa, sawa. Karibu <laughs> sana.